ambapo inaanzia njia ya msalaba wetu katika familia ya mzee William Mereka ngete. Basi waumini wenzangu, karibu sana. Basi nitaweza kutoa au kupi historia ya familia ya William. Familia ya William Mereka ina watoto nane, na watoto nane watatu wapo hapo ni mimi mama Philip Williamu Elias William yaani bona Benadi Maria. Hiyo ndio familia yangu mimi William Mereka, katika upande wa, wa majitoleo fulani ya mavuno. Hii familia ya William Mereka imetatoa bebe mbili katika bajeti ya parokia imeshatoa elfu thelathini ila leo tena ikaongezea elfu kumi na tano na kufikia elfu arobaini na tano zaka imetoa. Kusali wagi nasali kama kawaida siku za Jumapili. Kwa ufupi, hiyo ndio tarifa ya familia ya William Tumsikie Kristo. Yeah. Karibuni williaamsikueistkaribuni yeah. Eh, halafu nesauki kmoja kwa kwakuwa msaraba kia kwenye familia yetu, basi kwa tunaomba walau baba paroko uweze kutoa baraka ya na, awe badhakayaawe nanima. Ndugu zangu, tunaendelea na hii hapa hija yetu ya ya miaka elfu mbili na ishirini na tano kwa ngazi ya kifamilia ambapo msalaba wa Kristo unapita kila familia, kwa lengo la kuleta uponyaji, kuleta mwamko mpya, kuleta tumaini jipya, na kuchochea utendaji na uajibikaji. Na sasa tuanze kusali sala yetu ya kumwomba Kristo mahitaji yetu yote tunayohitaji katika maisha yetu ya kila siku. Yesu Kristo, mkombozi wa familia yetu Bwana wetu na Mungu wetu, tunakukaribisha hapa nyumbani kwetu sisi familia ya uli Amerika kwenye biashara makazi yetu mta, na katika mtaa kigango na jumuiya yetu. Kwa heshima msalaba wako mtakatifu ndio mti mkavu uliotuletea wokovu kwa njia ya mateso makali na kifo chako, tunakuomba utuletee matunda yote na neema zote za msalaba zilizomiminwa Kalvari, hasa wakati ule damu na maji vilivyo vilivyomwagika ubavuni mwako, Ukatum, u, ukatumi, ukatumiminia kutoka vilindi vya huruma yako upendo usiopimika, msamaha wa dhambi zetu na ukatupa zawadi ya sakramenti za ubatizo na ekaristi takatifu. Sisi tunatambua neno la msalaba kwa wanaopotea ni ukuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa msalaba huu mtakatifu, sisi tunahubiri Kristo aliyesulubiwa kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa, we, na kwa Wayunani ni upuuzi, lakini kwetu sisi tuwaminie tu msalaba ndio nguvu ya Mungu. Tunakuomba utujalie ukarimu, tukutolee wewe sadaka zetu katika vichache ulivyotujalia kwa ajili ya utume wa kanisa lako takatifu. Pia tuna pia tunakukumbuka tunakukumbuka kuwa wewe ndiwe mponyaji mkuu. Tunaku, tunakuomba Yesu wetu, tembeleo la msalaba wako kiparokia lituletee uponyaji kamili katika familia yetu. Tunakuomba e Yesu, kondoa vilema vyetu vyote, ulemavu wetu, kukooza kwetu, kondoa yote yanayokufanya kusikisanie wewe Tunakusamini Tuna tunakusamini maisha yetu tu, tulete upendo wa kindugu katika ukoo, maelewano katika jumuiya, majirani kawanike, tupe nguvu ya kustahimili magonjwa, shida za ndoa, ukosefu wa kipato cha kutosha na matatizo mengine ya kimaisha yanayotupelekea kukata tamaa. Kujalie moyo wa sadaka kama na hivyo, msalaba huu uleke aii na mwanzo mpya wa maisha ya matumaini hadi tunapomaliza safari ya maisha yetu ya hapa duniani na hatimaye tuweze kupitia kwako katika ufalme wa mbinguni ninayeishi na, ye, na kutawala na Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na kwa. Ah, Baba yetu mbinguni jina la

Tuendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Ni familia na ndanabli